Yes, poa sawa sawa kabisa na vizuri eh, na ya ya kimaisha kabisa, lakini pia pia wana michezo mbao, ni mashabiki kindaki kindaki wa Fiston Kalala Mayele, eh, kuna pigo kubwa imeweza nchini kumpa adhabu kulipa faini ya pauni elfu tano za Misri. Sasa, aa huyo pia wa kimataifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliweza kuonyeshwa kadi ya tatu ya njano msimu huu e, wakati Pyramids FC pia ilipopokea kichapo bana ya goli 4 kwa mbili na timu ya National Bank siku ya Ijumaa e, siku ya tarehe 9 2025 katika ligi kuu ya huko Misri. Sasa mshambuliaji huyo pia anatarajia kuikosa e, mechi au mchezo ujao dhidi ya Zamalek ambao wanatarajia kucheza siku ya kesho tarehe 13 mwezi wa tano mwaka 2025. Ikumbukwe kwamba Zamalek na Eh, Zamalek pamoja na, na, na Al Ahli ni timu ambazo pia ni, ni, ni, ni dabi hii ya kule Misri lakini pia eh, mchezo huu utahusisha Pyramids pamoja na Zamalek. Sasa adhabu hii pia eh, itakuwa inadoa kiasi gani kwa, kwa Pyramids kutokana na mshambuliaji wao kupigwa adhabu ya kuto kucheza mchezo huo lakini pia eh, kiasi cha pauni elfu tano eh, kwa pesa ya Misri eh, kuweza kuzilipa. Yapi maoni yako kuhusiana na hili? Drop comment yako hapo utakuwa umetisha kinomanoma.